Na mtazamaji, kama umeweza kusikia kwa kifupi tu, umepata yakini ya, ya baadhi tu ya yale ambayo tutaweza kuyazungumzia katika siku hii ya leo. Ameweza kuzungumza na mwananchi mmoja na amefungua roho yake, kumbuka, na maripota wengi tu sana ambao tayari kuweza kuchangia katika hili swala. Haya ndiyo majukwaa mawili ambayo hivi sasa yapo, manake yapo kwa ishara ya maneno yapo kwa ishara ya vitendo. Majukwaa gani? Jukwaa moja ni lile ambalo linafiki kwamba serikali iliyo madarakani inafanya sawa na inaendelea sawa, licha ya kwamba wao wanatoka eneo la mlima Kenya. Jukwaa lingine la pili linaashiria kwamba hapana, hii serikali iliyo madarakani haiendi sawa, na jukwaa la pili linaungana sana aa, na wale wendani waliokuwa naibu wa rais ambaye ni Rigathi Gachagua. Nini kinachozungumziwa? Je, ni madai ni hoja ni uhakika tajua baadaye, lakini kwa hivi sasa ni kwamba idadi ya hizi nambari za wapigaji kura ndizo ambazo zinazungumziwa sana. Aa, ni kwamba kura ambazo Mlima Kenya waliweza kupiga kwa mgombea uh, wa tiketi ya urais katika ule mrengo wa Kenya kwanza chini ya chama cha UDA Daktari William Samuel Ruto ilikuwa idadi ya wapiga kura milioni tatu unusu, na upande ule wa pili unaona kwamba wale ambao waliweza kupigia kura upande ule wa azimio la umoja wa Kenya uh, ikyo, uh, kupitia mgombea wao Raila Amolo Odinga ni milioni moja na, na, na, na, na laki sita. Hivyo basi ni nambari ambazo mtazamaji, zimekuwa zikizungumziwa sana, hizo nambari ili kuangalia uh, zinaleta ushawishi katika eneo lile, na baada ya serikali kuchukua hatamu ya uongozi, alisikika si mara moja, si mara mbili, akitumia falsafa ya kwamba wale wengi walioitengeza serikali pia wao wanahitaji kupata maendeleo mengi uh, ni falsafa ambayo ilipingwa, wengine wakasema ni ukabila, wengine wakasema ni, lakini falsafa ambayo ilishikiliwa kwa sababu ya ushawishi wa idadi ya wa wapigaji kura ambao wanatoka katika eneo la Mlima Kenya. Na mtazamaji, baada ya hapo tu uh, alipokuwa anatengeza serikali yake Daktari William Samoei Ruto akawajumuisha wengi tu kutoka eneo la Mlima Kenya kuweza kushikilia nyadhifa za mawaziri. Kumbuka baadaye baraza lile liliweza kuvunjiliwa mbali baada ya vuguvugu la Gen Z na baada ya vuguvugu la Gen Z, na baadaye pakatajwa mawaziri wengine, na pia bado katika eneo la mlima alikaweza kushuhudia wengi ambao wanatoka katika eneo hilo. Ukiangalia waziri alis waome wa ardhi Justin Muturi ambaye jana alikuwa hapa studioni na Ayub Abdikadir akiyazungumza mengi, Rebecca Miono, waziri wa utalii na wanyamapori, Eric Mugaa ambaye ni waziri wa maji, wote hawa mtazamaji wamewahi kufika. Rebecca Miono, alikuwa maskani. Eric Mugaa, pia alikuwa mas maskani kuna Mutahi Kagwe ambaye ni katika ile orodha ya waziri wa, wapya ambao waliletwa na pia vilevile vile William Kabogo, Lee Kinyanjui na kuna pia vile katibu wa baraza la mawaziri ambaye ni Mercy Wanjau. Mtazamaji, hii ikaashiria kwamba bado eneo la mlima linapata uungwaji mkono katika nyadhifa kama hizi, lakini kadri mambo yanavyoendelea, mambo yanavyoendelea, tukaona mabadiliko katika majengo yetu ya mabunge, kwanza ikiwa ni bunge la seneti. E, bunge la seneti. E, tukiona mabadiliko kuhusiana na wale ambao walikuwa wanashikilia nyadhifa za uwenyekiti, basi ghafla binvu wakawa wao wanaondolewa, ambapo kuna uh, seneta wa Kiambu, uh, seneta uh, wa, wa Nyandarua Seneta wa Muranga, seneta wa Nyeri, seneta wa Laikipia. Orodha ni ndefu mtazamaji, ambao hawa ni wale, hawa, hawa ni wale ambao waliotemwa mtazamaji, e, walitemwa kwa sababu gani? Madai ni kwamba hawa waliotemwa walitemwa kwa sababu labda ya ukaribu wao au uhusiano wao au uungaji mkono wao wa upande ule waliyekuwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Jana kabisa ikiwa ni zamu yake Ndindi Nyoro ambaye pia uh, wadhifa ule kabidhiwa mtu mwingine uh, wapo wengi tukina Gathoni wa Muchomba uh, wa mshomba wote wameondoka, James Gakuya, Eric Karemba, Wanjiku Muiya, Edward Murui, Onesmus uh, Ngogoyo na pia George Koimburi, miongoni mwa baadhi tu ambao uh, ni wale ambao walipokonywa wadhifa ule wa mwenyekiti na uwenyekiti ukapewa watu wengine baada ya mabadiliko hayo yaliyofanyika ndani ya bunge na ndani ya Senate, hoja ikawa, je, ni kwa nini hawa wameondolewa? Ni kwa sababu ya utendakazi wao haujaridhisha? ni kwa sababu ya uongozi wao katika uh, kamati hizo jaridhisha? Lakini baadaye yale mbowakizungumziwa kwa mbali, kama wanavyosema kwamba wa mchakato ujao ulengwi kwa jiwe, hatimaye kilichojiri pale KICC, mtazamaji, uh, wengi wakasema kwamba kikaafiki yale ambayo alikuwa yanazungumziwa kama madai kama tesi inazungumzia kuja kwa pamoja, uh, kwa rais ambaye si mwingine ni rais Daktari William Samuel Ruto, pia vilevile akiwa na Raila Amolo Odinga katika ule mkataba wa makubaliano ili wasukume gurudumu la taifa hili mbele. Mtazamaji, na baada ya picha hizo na baada ya hotuba alizozitoa pale katika mkataba ule aliweza kuelewana, wengi wakaamini kwamba labda ile ndio sababu ya hawa ambao wanaondolewa katika wadhifa wa uwenyekiti, yote akiwa anazungumziwa kuhusiana na mafungamano yao ama ukuruba wao ama uswaiba wao na aliyekuwa naibu wa rais ambayo si mwingine ni bwana Rigathi Gachagua. Kwa hiyo ikawa bado ngoma inazungumziwa kuhusiana na mlima Kenya, na pindi tu baada ya hapo, basi kuna wale ambao tumewaleta hapa studioni katika siku ya leo. Tumewaleta studioni kwa sababu wao hawapo, washapokonywa ule wadhifa. Kwa hiyo leo hapa studioni tutakuwa na wale ambao walipokonywa wadhifa ili tuzungumze nao. Da kuna wale ambao walifaidika. Ukiangalia anai aa, mbunge wa legousona, uh, kuna Dr. James Nyikali, mbunge wa eme, uh, kuna mbunge wa maalum Mayaka, alikadhalika kuna Bernard Shinali. Hawa ni wote ambao wameweza kupewa, uh, wenyekiti, uh, wa hizi kamati mbalimbali mbali za bunge kenchona, mbunge Tindi Mwale, mbunge wa South, mbunge wa Butere. haya Uh, ni mabadiliko katika bunge lakini wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba haya ni matunda ya mkataba wa makubaliano kati ya Daktari William Samuel Ruto, rais wa Jamhuri ya Kenya, na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, ambaye ndio kiongozi wa chama cha ODM. Tazamaji, ni uh, uh, baadhi tu ya wale ambao waliweza kufaidika na hilo uh, lakini pia vilevile vile mbali na hayo, kuna wale maseneta ambao uh, walijikuta wali walipoondolewa nafasi zile zikapewa watu wengine. Seneta wengi maseneta wengi tu ambao wengi wao ni wa ODM ambao walipata fursa ya kupata hapo uhuru uh, Oburu Oginga ambaye ni seneta wa Siaya, Mohamed Faki kutoka Mombasa, kuna Eddie Okech kutoka Migori, Tomo Tomo Jienda kutoka Kisumu na Isa Boy kutoka kaunti ya Kwale, Jones Mwaruma kutoka kaunti ya Taita Taveta na Betty Montet kutoka Uh, akiwa ni seneta maalum. Hawa ni wale ambao nao pia walipewa majukumu hayo kuhusiana, uh, na kushikilia wadhifa huo. Swali ambalo watu wanauliza ni kwamba mbona kunakuwa na hii vuta ni kuvute, mbona kwa, kuna kuwa na, Mlima Kenya ni eneo ambalo linazungumziwa na watu wengi zaidi. Ni ukweli kwamba mgombea yoyote wa urais akipata uungwaji mkono wa Mlima Kenya ana uhakika wa kutengeza serikali. Je, ni ukweli kwamba yule ambaye ana wafuasi wa Mlima Kenya ana urahisi wa waku, kuendeleza serikali ama ni hoja ambayo aina ushahidi, lakini nambari wanasema zinazungumza, na nambari yazidanganyi. Je, ni ukweli ama si ukweli? Lakini kumbuka hawa yakiendelea kumeanza kuonekana na dalili za miungano ya kisiasa ambayo inaanza kuundwa kuhusiana na mlima Kenya. Hoja ni moja tu, ni nani ndiye atakuwa ana ushawishi mkubwa katika eneo la mlima Kenya? Ni nani atakuwa na ushawishi mkubwa katika eneo la mlima Kenya? Je, ni aliyekuwa rais wa jamhuri ya Kenya ambaye ni bwana Uhuru Muigai Kenyatta? Ni swala ambalo linaweza kuulizwa. Je, ni aliyekuwa Uh, wakati mmoja naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua ni yule ambaye ameweza kuzindua chama chake kipya, anamzungumzia Bimatha Karua, ama ni ambaye sasa hivi ni uh, uh, naibu wa rais hapa nchini Kenya ambaye ni Profesa Kithure Kindiki. Hapa ndio pana hiyo ngoma ya: ni nani ambaye atakuwa anafuatwa, nani ambaye atakuwa na ushawishi, nani ambaye atakuwa anaweza kuwavuta wengi wazungumze na sauti moja kama watu wa Mlima Kenya. Mtazamaji, kuna wengine wamesema ukizungumzia Mlima Kenya ni kama unazungumzia masuala ya ukabila. Kuna baadhi wanasema la hasha, sio ukabila. Kila eneo lazima lijipange ndio likienda katika meza ya mazungumzo, ili hoja zake zikapewe kipaumbele. Utasikizwa kutokana na idadi unayoileta kwenye ile keki. Kama idadi yako ni chache, basi uweze kusikizwa sana. Kwa hiyo haya yote wanayoendelea ni kuangalia ushawishi wa eneo utakuwa wa aina gani, ili eneo lifaidike na maendeleo kwa serikali yoyote ambayo itakuwa madarakani. Mtazamaji, baadaye tutakuwa nawaalika hapa mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya ambaye pia yeye ha, ni miongoni mwa wale ambao walipokonywa wadhifa wa mwenyekiti. Kuna Tabitha Karanja seneta wa Nakuru ambaye anaafiki kwamba hii serikali iliyopo iko sawa. Joe Nyutu seneta wa Murang'a pia na yeye atakuja hapa akiwa uh, na kilio hicho cha kwamba alitolewa. Je, atatuambia kwamba alitolewa kwa sababu ya utendakazi wake ama alitolewa kwa sababu ya ukaribu wake na aliyekuwa naibu naibu wa rais Rigathi Gachagua alikadhalika, halikadhalika uh, Wanjiku Muya ni mmoja wa wale wale ambao walitolewa kutoka eneo uh, bunge la Kipipiri na pia vilevile vile kuna Njuguna Kawanjiku ambaye ni mbunge uh, wa Kiambaa, lakini yeye yuko katika ule upande wa kwamba analolisukuma gurudumu Daktari William Samue Ruto analisukuma kikamilifu, na hakuna wasiwasi wowote mtazamaji. Leo tutakuwa tunaangalia siasa za mlima. Kesho huenda tukaenda eneo lako. Lengo na madhumuni, kila eneo lizungumze, kila eneo lisikike maskani, ili tuweze kujua ipi njia sawa. Lakini je maskani ni? Maskani ni wenzangu ambao kila pembe ya nchi yetu ya Kenya ambao huzungumza nawe kupitia semu.